Baba, vipi? Kama kama. Uh, unyama kama unyama. Kweli? Kama ka ndugu nah, yangu najua leo ni jambo kubwa sana kwa ajili yako. Leo ni jambo kubwa sana kwa ajili yako na wengi leo wamekuja kusupport sana. Unaweza kuambia nini leo mashabiki zako walikuja kuenjoy kwenye birthday party yako wewe Hot Kid? Bwana, kwanza cha kwanza. Uh, nimefurahi kuwaona. Alafu pia surprise ni nyingi burudani nyingi wasanii wengi watu ni kibao uh, kikubwa tu yeah, ni kwamba uwepo wao muhimu kwenye jambo langu, nimefurahi sana. ya unaweza kunyambia ni birthday party ya mwaka huu mm, umeipangilia vipi kiburudani na umeiandaa vipi kiburudani? burudani ya, ni yani nyingi, yani burudani ni nyingi, alafu sekta tofauti. kuna dancers, kuna bongo movie, umeshaona ka brother nanga pia kuna sanii wa kuimba kwao. mimi naimani kwamba watu wataenjoyi, watu watafurahi yatatafurahi yeah, sana. Mara mwisho kufanya party ilikuwa mwaka jana, ilikuwa hapa hapa. kwa nini? Sudan. Uh, mimi nafikiri ni kiwanja cha nyumbani yeah. Kiwanja cha nyumbani alafu sehemu zingine zipo, lakini uh, ni nyumbani, yani nyumbani. Tutafanya, tafanya sehemu zingine pia lakini ndio imeshakuwa hivyo sasa eh. Okay, sawa, najua hapa leo He, hapa ni nyumbani Sudani Hoteli hushona yeah. Na unaonaje mwaka huu pate ya mwaka huu na mwaka jana, unaona hisi ya mm, mwaka huu inakuaje? Mwaka huu ni hatari sana anko, mwaka huu ni eh ni hatari sana e bwana, huu ni hot kid, huu ni baba mwenye jambo lake leo huu ndio mtu ambaye anafanya piskari leo, ziache viache vitanda vi, waachie vitanda waje, waje kuenjoy pamoja kwenye birthday party ya Otkid. E bwana, tusikuchoshe sana, leo ni mwenye jambo lako wewe. Naenda kaandae vizuri mazingira vizuri, zinaendelea kupokea wageni wako. Tunafanya interview mawili matatu na watu wa Sudani Hoteli. Vipi, unyama sana DJ wangu ofisho kabisa. A, a. Mimi nipo kama presenter wa Advance TV hapa. Huyu ni presenter alafu pia ni DJ wangu ofisho kabisa <laughs> O, unyama sana. Haina noma mwanangu. Haina noma, Haina noma, Haina noma. Aina noma. Haina noma, Haina noma Eh bwana tulikuwa na Outkid. <gibu> Eh bwana tulikuwa na Outkid ni msanii wa Bongo Flava, ni msanii wa Singe, ni msanii wa Singeli anafanya ladha zote, ni msanii wa tofauti sana, na leo ni birthday party yake, leo tumeke mzima, inafanyika sehemu moja ndani ya Sudani Hoteli, na watu wengi wamekusanyika sana kwenye jambo hili kubwa leo. Au vipi? Endelea kutufuatilia Advance TV, endelea kutufuatilia sana. Au vipi? Mimi naitwa kubwa, kama kubwa, mamba kachiri nyuma ya kamera nipo na mwanangu anaitwa Mkane, Mkane TZ. Au vipi? Endelea kuenjoy.